Siku chache baada ya kuachana na lebo yake ya Konde Music Worldwide, Konde Gang, huyu hapa sasa Ibra akiwa ametambulisha management yake mpya. Hajazungumza maneno mengi sana kupitia kwenye social media yake. Akaunti yake ya Instagram ameweka video ambazo zinamwonyesha akiwa amekula suti kali sana, yuko na crew kubwa kabisa akiwemo Mr. T Touch ndo ambaye ametambulika hapo kwa haraka haraka, kwa sababu ni producer ambaye amekuwa naye mara nyingi, hasa kuna session kadhaa zimekuwa zikionekana akiwa naye pamoja studio. Na hapa ametambulisha kwa kuandika new family, akatag Oya Gang. Oya Gang ni gang yake sasa hii ambayo ameianzisha, kwa sababu ukiangalia ni account ambayo imefunguliwa kwenye Instagram ikiwa na siku nne tu na ina posti chache mpaka sasa, imefuatwa na watu zaidi ya laki mbili kwa muda huo mfupi na hapo amemtagi pia business manager wake ambayo ni Don Tawamo. Don Tawamo huyu ni Mkenya ambaye yupo kwenye music industry kwa muda sasa, ndiyo maana hata katika posti nyingine ambayo ameweka video akiwa amekula suti nyingine ya kaki, Ibra ameandika pia akisema we are one nation, na hapo imeonekana wakiwa wanaingia kwenye conference room, wanakaa na kuna bendera ya Tanzania na Kenya. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba menejiment ya Ibra kwa sasa inatokea Tanzania na Kenya, akiwa amemuintroduce huyo Don Tawamo kama meneja wake wa biashara. Yajayo yanafurahisha, kwa tambo hizi ambazo zinaonekana na branding hiyo ambayo inafanyika, inaonekana ni kitu kikubwa sana kinakuja kwa Ibra. Je, atafanya vizuri zaidi alivyokuwa konde gang? Niandikie komenti yako hapo chini, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Mimi ni Ibrahims.